Hey, LavishHat TV kama kawaida, LavishHat TV ni mahali pekee ambapo maujanja master makali yanapatikana. Uh, niti Hamad Tenguri jina langu, nimeku subscribe, like na kushare kama hujaifanya hivyo. Tuko katika uwanja wa Kwale Recreational Park ambapo ni one of the best ever done infrastructures upande wa sporting in Kwale County. So hii ni kongole sana kwa wale viongozi ambao wanaweza kufanya haya mambo yakawa vile yalivyo. Kama unavyoona Kwale County inajulikana sana katika mchezo wa kandanda, na hii ni kuonyesha tofauti ambao upo katika talenti ambazo zinapatikana maeneo ya Kwale. So hii hapa ni tournament ambayo inaweza kuendelea kwa siku moja, ni vijana ambao wameweza kutoka maeneo ya ward tofauti tofauti ndani ya Kwale County. Ikiongelea Msambweni sub county, Matuga sub county, hali kubwa zaidi ni kuweza kupatia vijana alternative sporting, ambapo wengi wamekuwa wakishabikia sana talanta ya soka, lakini wamesahau kwamba zipo talanta nyingi ambao vijana wanaweza kujisongesha nazo na wakafanya mambo tofauti kama unavyoona nyuma yangu. Uh, kinachofanyika hapa ni vijana wa humu Kwale, vijana wa humu Ngombeni, wa kikubwa zaidi, wanaweza kuonyesha ukwasi wao katika mambo ambayo vijana wengi wanafaa kuembrace na kuweza kutafuta alternative ways of making a living. Kumbuka sport hii ukifanya vizuri, kazi itapatikana. Sport hii ukifanya vizuri, sponsorship za mashule zinapatikana, lakini pia sport hii ukifanya vizuri, inakuwa fitness inakuwa kabisa kwa hivyo, sisi kama LavishHat TV tuko mashinani kuweza kuletea habari hizi uh, mubashara. Kwa hivyo stay glued, stay connected and remember to subscribe, like and share, kwa sababu kikubwa zaidi nakwambia, LavishHat TV ni mguso wa jamii, mengi makubwa yana come through, hivyo yote niweza kukufunza kuonyesha, lakini pia kukupa kukupanga au si taongoza habari fariki kwa leo, ile hili kitu ya Kwale tunajivudi tujivunie na tuibambe na tuyamshe tu tu na iende mbele Tukiende mbele tutaongelea kuhusu disciplinenitaongelea kuhusu ku behave, tupendane, tucheze game fit, tusiumizane, sawa sawa. Naitwa David Omonyo, currently mimi ndio chairperson wa Kwale Basketball Association. Leo tumefurahia, tumeorganize tournament hapa uh, tumeinvite teams within Kwale County na throughout the county tumepata team nane ambazo zina compete saa hii. Imekuwa very a very nice event. This is an, an initiative yenye tumeanza a while back. Uh, to realize as a, as a county basketball wasn't that active. Tumekuwa tuki depend na our neighboring counties for such activities, but we came we came together. Uh, tuka agree. It's high time to promote this game. So, saa hii currently we have a league na the teams that are playing in this tournament are all participating in our league. ime fry sana the progress that you are making within this year and uh, we are looking forward to make more progress kwa sababu this program imesaidia vijana wengi sana. Imesaidia vijana wengi sana kwa sababu it keeps us busy. Uh, sasa unapata vijana they have something that they can do. It takes them away from other issues kama drugs na mambo tu mengine mengine. Asante sana kwa majina. Anaitwa Masud Tycoon Golden, kweli kabisa. Mimi ni referee at the same time, mimi ni coach wa basketball at the same time, mimi ni fan wa football katika ligi ya Rashid Abdallah kule, mkiwa mnaniona, sababu ni sports na tunainua talent za watoto. Ukiona kuna potential mahali, nenda ukawaenu, ukawaenu, usikuwe mchoyo. Sisi these are ni vitu tulifanya, but kule nje watu wakituona, wanaona wana watu wa vichekesho, wanaona wana watu wa mchezo, but reality and facts, we have our our professionals. a, a, an official basketball referee, at the same time I'm a basketball coach Yes. And this is my talent. I played basketball for so long for more years. And I'm still in basketball mna wa coach anawaosa mafasiliteta wa mimi wasisitiza, sisi wote wakaaji wa Kwale, wakaaji wa Waa Ng'ombeni, tupende kila aina ya game, kila aina ya mchezo, kwa sababu mtoto ukimwonyesha njia atatoka. Na sisi tuna talenti nyingi sana hapa Kwale. Kwale ndio nyumbani ya sports zote, si football, si basketball si rugby. Si hoki mm -hmm. Zote zinapatikana hapa. Hata ukiangalia katika secondary school games unakuta sisi ndio si huwa tunabeba hata vikombe zile za East Africa kutoka hapa Kwale. Sasa hapa ni mizizi ya ya sports mm -hmm. So ki, wa, kuna, there is a lot of talents kwa basketball. Tunafaa wa Ngombeni tuamke, tuchukue initiative hii, tuenee vijana tu, tu vijana tuwakuze tu wacheze basketball. Basketball kiukweli inaajiri na inalipa sisi kama wakazi wa wango ambao ni mwanzo tunafurahia, tunashukuru sana Rais wetu William Ruto, na tunashukuru sana gavana wetu wa Kwale Fatuma Chani pamoja na mbunge wetu Tandaza kwa kuamua kwamba hacha tupeleke sports academy mashinani ili talent zikaonekane, yeah. sisi watu tulitangulia tuwezi cheza sasa kwa hii umri but tuko na uwezo wa kutengeneza watoto na tukona. na vile iko karibu yetu hapa Matuga, sisi wakazi wa Ngombeni ndio tutakuwa first beneficiaries wenye tutaenda pale na skills zetu na tuko na tuko na papers Tuna, tutaenda pale tuenue vijana na tukienua vijana watakuwa wazuri wa, wa kesho na watatujenga zaidi katika sports kwa sababu hapa ndio home of talent na Matuga is home of talent. Tunamshukuru Bwana Tandaza pia kwa kuamua ikue pale Matuga kwa sisi wakazi wa wangu ambao tutakuwa katika front line ya kuhakikisha tunapata zile opportunity si tu kama wanafunzi bali pia kama walimu wa tuchukue zile nafasi tuende tufundishe watu vijana, tuende tukaenue talent, tuende tukaenua akademi yetu, kwa sababu ni jimbo letu, ile ni yetu, nafaa tujivunie nayo. Watu wa kwanza iwe ni sisi. Kwa majina ni Kea Bwiri, Kea captain kwa the Swingers. So the aim of this tournament ilikuwa ni ku involve under 18, because sasa hii tuko long holiday na vijana wengi wako nyumbani, so like tulitaka tu involve wasi ende kwa hizi vitu zingine. so kabidi tumeenda kwa different people ndo ili issue ili fanikiwe. Kuna county government pia ya Kwale, tutaishukura kwa zao ndo ametupatia hii court, na tuko na challenges bado cause bado ndo tuna grow. Ukiangalia mostly, Kwale county wamebeza on football, so basketball ndo ina grow sahi, so we are trying to push it, and, uh, we are hoping mali kama ale Nairobi Mombasa mali wamefikia in basketball tutawafikia. Naitwa Bakari mm. Timu yangu wa Warriors hapa saa leo tulikuwa kwa hii tournament hapa, kuna vitu yani, kuna vitu kadhaa tume experience shaona, tushaenda tournament nyingi, lakini kuna vitu kule yani wajua, kila ukienda malkugeni kuna vyenye experience kitu tofauti mm. Uh, mi nasema tu si tuwashukuru kwa kutusapoti, nakuja kuonyesha pia kama kuna mchezo kama huu endelea huku. Najua huku yani basketball iko chini sana, watu washughulikia sana michezo mengine lakini awashughulikii basketball. Saa si tuwashukuru ana LavishHat TV, alafu apart from that, pia ime promote game Yeah, kids are getting scholarship through the same tuko na kids ambao wako shule kuanzia junior school secondary college we have adults who are working so we have our kids in a junior school who have played this game through our league they have played in schools na wameweza kupata scholarship through the same game we believe tukikuwa na hii initiative tutapata so many talents we will get stars to represent us as a county na tutazidi kugrow na appreciate sana uh, all the parties wenye wametushika mkono we have LavishHat TV wametushika mkono in in this program today's tournament coverage and everything uh, we appreciate Tenguri he has been with us here ametusaidia pia mawaidha na hali tofauti tofauti with the coverage pia so we believe with partners such as him and the media group tutaweza kugrow na tutaweza kufikia malengo yetu We also appreciate the county government ikiongozwa na governor Fatuma Achani for this space. Uh, Sai tuko na space nzuri ya kucheza basketball. It's an open court, not an institution, little restriction. So people can access this facility and they can explore their talents. So that is a, is a big plus to us. We are also grateful about the sports academy at Matuga ambayo it's upcoming. Sometimes, no sometimes, yes kuniweka mimi juu. Naishukuru sana platform ya Lavish TV kwa sababu ina empower na inakuza talent ina empower youth na pia ina market, watu wengi wanaona kutafia social media ya platform ya Lavish TV. Tunaishukuru, iko karibu na sisi na tunaiombea Mungu izidi kupanuka, kusonga mbele zaidi na zaidi, na watu wa support wa support, kwa sababu ina malengo makubwa sana. Leo imesimamia hawa vijana kuwaleta hapa, ni vijana wadogo na Lavish TV imeamua, platform ya Lavish TV kuwaleta wa enjoy, waonyeshe wa waonyeshe talenti zao, waonyeshe vipaji vyao, ili wajijenge, wajitegemee kimaisha yao iyo ki, tunamshukuru sana na Mwenyezi Mungu aibariki na aiongeze nguvu izidi kusonga mbele Lavish media venye wamekam through, tuko na different medias kwa Kwale County tutaomba pia wa come through pia wa chip in. Hii ni initiative nzuri, na pia tutaomba Kwale County Government watu involve sana, watupatie watu sideline sana, so watu involve in activities, watupatie infrastructures and everything, yeah. And pia tutaomba waendelee kutusupport na wakuje, and kwa wingi wajitokeze, kama tuko na tournaments tuko na games, ni friendlies, ni whatever wakuja wote kwa wingi na tuta wa disappoint. LavishHat TV ndio tv yako ya online kwa uhondo wa burudani na matukio ya kimuziki, kwa sababu nimeona mna experience na masuala mnayouliza. Yani ndio tv yako ya online kwa uhondo wa burudani na matukio ya kimuziki.